Ebanana na leo katika historia, nataka tusafiri tukamfahamu gwiji wa mipira ya adhabu kutoka nchini Brazil yanayofahamika kwa jina la Juninho jebaa. Jina lake kamili anaitwa Antonio Augusto Ribeiro Reis Junior maarufu kama Juninho. Alizaliwa tarehe 30 Januari 1975 huko Recife, Brazil, na alianza soka lake katika klabu ya Sport Recife kabla ya kuhamia Vasco da Gama, ambako alianza kupata umaarufu mkubwa na klabu nyingi barani Ulaya zikiwinda saini yake. Mwaka 2001, Juninho alijiunga na klabu ya Olympique Lyonnais ama klabu ya Lyon, klabu ambayo ilitawala soka la Ufaransa kwa miaka mingi, bwana. Alikuwa sehemu muhimu ya mafanikio yao, akiwasaidia kushinda mataji saba mfululizo ya Ligue 1 kati ya 2002 hadi 2008. Juninho alikuwa kiungo mshambuliaji mwenye uwezo mkubwa wa kupiga pasi za mwisho, kudhibiti mchezo na zaidi ya yote, alikuwa mtaalamu wa mipira ya adhabu. Alifunga zaidi ya mabao sabini na saba kwa mikwaju ya adhabu, rekodi ambayo inamfanya kuwa mmoja wa wapiga mpira wa adhabu bora zaidi katika historia ya soka duniani. Mbinu yake ya kipekee ambayo alikuwa anaitumia ya kupiga inaitwa nako ball ilimfanya awe hatari sana, yaani mpira ulisafiri angani bila kueleweka mwelekeo wake, na kipa alijikuta akidanganywa, mwishoni mpira unaenda kuokotwa kwenye nyavu. Aliwahi kuwafunga magoli kipa bora na wakubwa ambao wewe unawafahamu ulimwenguni, akiwemo Casillas, Buffon na Oliver Kahn. Baada ya Lyon alicheza kwa muda mfupi katika klabu ya Al Gharafa huko nchini Katari na kisha akarudi Vasco da Gama, klabu ambayo uh, aliamua kustaafia huko mwaka elfu mbili na kumi na tatu. Baada ya kustaafu, aliamia kwenye usimamizi wa soka na mwaka elfu mbili na kumi na tisa aliteuliwa kuwa mmoja wa wakurugenzi wa michezo wa Lyon. Pia hakuisha hapo tu, amekuwa mchambuzi wa soka kwenye vyombo vya habari vya Brazili. Nikwambie tu Juninho anahesabiwa kama mmoja wapiga mipira adhabu bora kabisa duniani, akiwashawishi wachezaji wengi wa kizazi kipya kama vile ambavyo tunamtambua Cristiano Ronaldo, mtu ambaye amekuwa akitumia kwelikweli staili hiyo. Na mbinu yake imekuwa ikifahamika sana sasa hivi ulimwenguni, ijapokuwa bado hajapatikana mpinzani wake ambaye anatumia mfumo huo na kuini mipira ama magoli mengi katika soka kama ambavyo yeye amefanya. Jina lake na kukumbusha tena, anaitwa Juninho. Huyu ni gwiji kutokea kule Brazili bwana. Tulikuwa kwenye TBT na TBT tumemaliza na Juninho mpaka pale, wakati mwingine.